Waziri kule juu, ili ili, asante uh, okay, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitaomba ni hesabu mpaka tatu, halafu utabonyeza kuzindua. Moja, mbili, tatu. Inaonekana sasa uzinduzi wa mfumo wa e ardhi. Makofi ya yatoshi. Mheshimiwa Rais ameshazindua mfumo huo ki digitali, miangoni, muamangu, wa utoaji hati kidijitali, ikiwa ni miongoni mwa mambo ambayo kutembelea ili uweze kukabidhi hati hiyo Mheshimiwa Rais, kwa sasa badala ya kuwa na, na mafaili mengi, kila kitu kinakuwa kiko dijitali. Yes, Rais ameshajionea mwenyewe hapo namna gani mfumo huo unafanya kazi ikiwa, e, ni sehemu ya mabadiliko na mapinduzi na mageuzi katika idara hii nyeti hapa nchini bado ukiongozwa ah, na mheshimiwa Rais Samia.